Ah, uh, ni somo la matoleo. Tunakwenda kutafakari kidogo kuhusu matoleo, tutaangalia kidogo tu kwa ufupi. Lengo tu, tu, tu tunakumbushana kuhusu matoleo, maana kila mmoja nadhani anajua kwamba yapaswa kumtolea Mungu. Kwa hiyo tunakumbushana tu, tunafarijiana kwa maneno, tunakumbushana, ingawa neno la Mungu huwa halizoeleki. Kwa hiyo unaposikia mstari leo unaweza ukasikia ni mpya, kesho tena kwa usomo bado kaona tena ni mpya. Kwa hiyo tuendelee kujifunza bila kuzoea nini maandiko. Kwa hiyo mtu anaposoma neno la Mungu basi inabidi ufungue uhakikishe kwamba ni neno linasemaje na limetumikaje kwa lengo la kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu naomba unisaidie Mwanzo tatu na mstari wa kwanza. Mwanzo tatu na mstari wa kwanza. Kicho cha somo tutajua mbele ya safari. Mwanzo sura ya tatu. Mstari wa kwanza. Kimbia msomaji, kimbia, kimbia, kimbia, kimbia kabisa. Kimbia. Unajua mstari wa kwanza nasema. Ndio. Basi ndio, nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu kimbia aliyowafanya Bwana Mungu ndiyo akamwambia mwanamke, uh -huh. Ati ndio hivi mm. Ndivyo alivyosema Mungu mm. Msile matunda ya miti yote ya bustani eh. Mwanamke akamwambia ndiyo nyoka Mm -hmm. Matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Twaweza kula lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani mm. Mungu amesema msia mm -hmm. Ale, wala msiale wala msiaguse ndio sije mkafa mm -hmm. Nyoka akamwambia mwanamke akasema hakika hamtakufa. Bwana Yesu asifiwe, amen. Tunaona kwamba Mungu alitoa utaratibu wa kumkanya Adamu kwamba matunda haya msile mkila, mtaku, mkila mtakufa. Kwa nini mkila mtakufa? Kwa sababu ile ilikuwa ni utaratibu ilikuwa ni sheria ya Mungu ambayo alikuwa ametoa. Na kikanuni ya Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo Mungu anapokwambia tiki kitu fulani usipoti matokeo ya yake inatakiwa ufe. Ndio kanuni ya Biblia kwamba Mungu amesema fanya jambo hili nao umekataa. Maana yake dhambi ni kuasi sheria. Sasa anapokwambia fanya jambo hili ukikataa inatakiwa ufe. Unaona? Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anamwambia anamwambia damu, matunda ya miti hii mnaweza mkara, lakini matunda ya mti wa ujuzi na mema na mabaya msire mkira, mtakufa. Tunaona nyoka anawambia hamtakufa, na baadaye kweli wanakula. Mwisho wa siku, wanapokula tunaona kwamba inatokea rehema. Bwana Yesu asifiwe, inatokea rehema. Rehema inatokea wapi? Soma ishirini na moja hapo, soma ishirini na moja. Kimbia soma ishirini na moja inasemaje? Bwana Mungu akawafanyia aka, aka Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, uh -huh. akawavika. Akawavika. Maana yake alichukua mavazi ya ngozi akawavika, maana yake alichinja. Alichinja. Sasa kama alichinja, maana yake ni nini? Maana yake damu ilimwagika. Mnyama alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aya nisomee Waibrania 9:22. Waibrania 9:22. Kwa hiyo tunaona kwamba mnyama alichinjwa. Sasa mnyama alipochinjwa, maana yake wakavikwa ngozi. Unaona? sasa ile damu iliyotumika kumwagika ku, ku, pale ilikuwa ni kivuli cha Kristo. Kwa hiyo ile damu ilinyunyizwa, baada ya kunyunyizwa ikajaribu kufunika ule uovu, ila kiuharisi ilitakiwa wafe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliwapenda e, na ndio maana hakuwaua kwa kipindi hicho. Endelea, Waebrania sura tisa mstari wa ishirini na mbili inasema ndio, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Kwa damu eh? Na pasipo kumwaga damu, eh, hakuna ondoleo. Eh, sasa kipindi cha Torati, vitu vyote vinasafishwa kwa nini? Kwa, kwa damu. Damu. Na kama vinasafishwa kwa damu, pasipo damu hakuna nini? Ondoleo. Hakuna ondoleo. Manake? Hakuna ondoleo la dhambi. Na kama hakuna ondoleo la dhambi, manake ni nini? Ni moja. Kifo. Kwa watu wote wa zamani, kipindi cha kale, walikuwa wanaondoa nani dhambi kwa kutumia nini? Damu. Damu. Kwa kutumia nini? Damu. Kimbia, kimbia kimbia kimbia. Bwana akamwita Musa na kusema naye kutoka, uh -huh. katika ema ya kukutania akamwambia, kimbia. Nena na wana wa Israeli, uambie ndio mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo, uh -huh. mtatoa matoleo yenu katika wanyama wa mifugo, wanyama wa mifugo. Nenda nne, sasa kwa sababu ya muda, nne inasema ndio kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa nayo itakubaliwa kwa ajili yake ndiyo, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba huyo mnyama watamwekea mkono kabla ya kuchinjwa, itakuwa kwa ajili ya nini? Ya upatanisho. Kwa nini damu inatumika? Kufanya nini? Kupatanisha, kama tulivyoona kwamba kwenye agano la kale katika Torati, bila damu hakuna nini? Hakuna ondoleo la nini? La dhambi. Sasa kama hakuna ondoleo la dhambi eh, unaanza kujiuliza, sasa hiyo dhambi ondoleo na nini na sadaka? Tunaenda huko. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Sasa sasa, katika kipindi hicho uasi ulizidi. Baada ya uasi kuzidi, ikaonekana hakuna dhabihu ya kuweza kuondoa nini, kuondoa uovu huo. Ukisoma Waebrania ile kumi, ukishuka chini, ukianza mstari wa kwanza, kwa hiyo dhabihu Mungu hakupendezwa nazo. Ndio maana tunaona kwamba kwenye tatu kumi na sita, unaona. Yohana na sita unaona Yohana. Mungu anaupenda ulimwengu, anaamua anamtoa ana, ana Yesu ili afe. Bwana Yesu asifiwe, ili afe. nisomee Mathayo ishirini na sita na mstari wa ishirini na nane ishirini na sita na mstari wa ishirini na nane Mathayo ishirini na sita ishirini na nane ndio kwa maana mm, hii ndiyo damu yangu ya agano uh -huh, imwagikayo kwa ajili ya wengi ndio kwa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo Yesu anasema damu yake inamwagika kwa ajili ya wengi. Kuondoa nini? La dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu an... Mungu anamtoa mwanawe ili afe kwa ajili ya kuondoa nini? Dhambi. Sasa Yesu anapokuja anasemaje? Nisomee Marko kumi na sita kumi na tano Marko kumi na sita kumi na tano Yesu anapokuja sasa anasemaje sasa Nasema e, akawambia akawambia, enendeni e, e, ulimwenguni mwote mkayihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminiye e na kubatizwa ataokoka, e asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu anasema tukaihubiri Injili, aaminiye na, na, na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Aaminiye nini? Yohana wa kwanza tano mstari wa nne na wa tano. Aaminiye nini? Bwana Yesu asifiwe. Yohana wa kwanza tano, kimbia na dakika moja Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano. Ndiyo. Na ule mstari wa ngapi mwalimu? wa nne na wa tano. Mstari wa nne nasema uh -huh. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu uh -huh. Na huku ndiko kushinda kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu Uhum. mwenye kushinda ulimwengu ni nani? uhum. Isipokuwa ni yeye aaminiye ya kwamba Yesu, Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo hapo ima, Yesu anasema endeni mkawafanye mkahubiri injili kwa kila kiumbe, aminie na kubatizwa ataokoka. Sasa mtu anaamini nini? Anaamini Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Anaamini Yesu ni, mwana wa nani? Mwana. lazima kwanza uamini. Uh, nisaidie Warumi kumi kumi na saba. Lazima kwanza sasa mtu aamini, unaona, aamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu sasa unaamini aminije? Kumi, lazima usikie kumi na saba. Inasema inasemaje? Basi imani chanzo chake ni kusikia. Simama, kwa hiyo lazima usikie. Sasa nisomea hiyo hiyo kumi na nne kumi na nne, ndiyo inasema inasemaje? Basi, uh -huh. wamwiteje yeye wasie mwamini? Ndiyo, kimbia? tena wamwaminije yeye wasie msikia? Msikia. Uh -huh. tena wamsikieje pasipo mhubiri? Pasipo mhubiri. Tena wahubirije wasipopelekwa? Wasipopelekwa. Bwana Yesu asijue, tunaona kwamba Yesu anasema lazima mkahubiri injili kwa kila kiumbe aaminie, lazima aamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa mtu anaaminije pasipokupelekwa pasipokusikia na mtu anasikiaje pasipo kupelekwa. Kwa maana yake nini? Sasa sisi tunaambiwa kwamba lazima watu wa Mungu tuwapeleke wakahubiri injili. Wanahubiri injili, wana injili ipi? Kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Wanapoamini wanabatizwa, wana, wana na kufanyaje? Na kuokoka, na ndio maana ukisoma ile Mathayo, wana utatu ambao wanapenda kuitumia 10:28 19, inasema nendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Sasa mnaendaje ulimwenguni na hamjawapeleka? Kwa hiyo tunaaswa Tumtolee Mungu sadaka na zaka na shukurani kwa lengo la kufikisha ujumbe wa Mungu katika mataifa. Bwana Yesu asifiwe, maana ukisoma Isaya ile anakwambia njooni wa mataifa mliokoka. Hawana maarifa, wanajifanyia sanamu, wanajifanyia sanamu ya kuchonga na kuanza kumwabudu Mungu asiyeweza kuokoa. Kama leo tunaona kwamba watu wanaabudu sanamu, wanafanya mambo kadha wa kadha. Sasa hao, natakiwa ujumbe wafikie, waone ile damu ya Yesu ambayo inatakiwa ina, ina, kuwaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.